Kauli hii inaeleza kwa nini mabadiliko ya kale hasa vitabu vilivyodumu kwa muda mrefu ya miaka huwa na uzito mkubwa katika hekima ya binadamu. Ah, kitabu chochote kilichowezwa kuishi kwa zaidi ya miaka elfu mbili hakikubaki kwa bahati mbaya. Kimepitia vizazi vingi vya watu wasomaji, wakosoaji, waandishi upya, wanazuoni, ugamii nzima. Katika mchakato huu, maudhui dhaifu ya kupotosha au yasiyo na maana yalitupiliwa mbali, lakini yale yenye ukweli wa kina na matumizi ya kudumu yakabaki. Huu ni kama ujuaji wa asili wa mawazo yaani, intellectual natural selection. Mawazo yasiyo na thamani husahaulika, mawazo yenye nguvu na ukweli wa ujumla hudumu. Kwa nini kanuni za ujumla zina uwezekano mkubwa wa kuwa sahihi? Lizon namba moja, zinavuka nyakati za tamaduni. Kanuni za haki, busara, nidhamu, unyenyekevu au kujitambua zinatumika katika zama tofauti na jamii tofauti. Lizon namba mbili zimejaribiwa katika maisha halisi. Vizazi vingi vimeishi kwa kuzingatia au kupuuza kanuni hizo na matokeo yake yameonekana wazi. Reason number three: hazitegemei hali maalum. Maelezo ya muda mfupi hufa haraka, lakini kanuni za jumla hubaki kwa sababu zinahusu asili ya mwanadamu.